Asi, kwa majina ni Diva, kundipo, kutokea Tumaini Pro TV, na leo kwenye interview niko na msanii wetu Alaska Simba. Alaska mambo vipi? Fresh mzima. Mzima za kwako? Unyama unyama. Naona siku hizi uko kimya sana hujaachia ngoma. Kimya? Eh. Hamna bwana nipo. Nipo sana tu mbona? Mm. Yeah. Uko sana na si mashabiki zako tunasubiri ngoma zako. Ha kusubiri kuwepo, lakini nipo. Ukiniambia kwenye kuachia kazi hapo nipo kidogo sio lakini, nipo, utegemee yeah, mwezi huu kuna ngoma inakuja nakuja, yeah, bila shaka nafikiri mwezi wa tano hapo tunaanza kazi, hmm. Yeah. Au ndo lile swala la Volcano alivyowastopisha wasanii wote na kuambia mwezi wa tatu ni mwezi wake kusikwe msanii wa kutoa wimbo wowote ule? n No, uh, Volcano hawezi kunistopisha kuachia kazi kwa sababu bado ni wachini sana. Ah, lakini gisi alivyosemaga hivyo hakuna msanii ambayo alitoa ngoma, yaani nimeona tu watu wote wamekaa kimya mpaka gisi aliachia wimbo wake wanenda apakuna <laughs> baiaa na, na, na so, ni so, yeah. So, eh, kazi zao nafikiri pia kuacha kazi nyingine, lakini niliacha tu hiyo moja. Tufanye kazi kwa bidii, kwa sababu bado tupo chini. Japokuwa sio kivile kama zamani lakini kwa sasa hivi tuko chini kidogo. Yeah. Na wewe unajiona kwenye level gani hivi levo... Level level ya kimziki y... yani? Eh, mimi mkubwa. Wewe mkubwa. Eh, hadi umefika kwenye... ina maana kwamba ah, naweza nikakoje? Yeah. Sababu ni msanii msanii wa kawaida, ila hujakuwa mkubwa kivile. Yeah, mbona sio ujaanza na Volcano? Volcano itafuata. Yani wewe wewe na Gaspar, nani mkali? Gaspar. Uh -huh. Yeah. Uh, mimi na Gaspa, mimi pia ni mkali. Kwa upande wangu mimi ni mkali. Gaspa ni mkali kwa upande wake. Lakini Gaspa ni kipenzi cha wanawake, yaani nyimbo za Gaspa zinaenda viral sana sana. Eh, ni wakati wake sasa hivi acha atambe kwa sababu sisi pia zamani tulitamba. Hapo uliongelea kuhusu ukubwa. Wewe ni mkubwa kiaje kwa mfano? Yeah, kwa sababu ukienda kwenye nchi zao tuseme eh, kama USA, mm -hmm. eh, na mimi nipo Canada. Kwa Canada nipo mkubwa nikienda USA pia mimi ni mkubwa kwa sababu sisi tulianza kitambo, wao wanaanza siku hizo. So, kama alivyofahamika anapopendwa na wanawake kama ulivyosema mm. Sisi pia zamani tulipendwa sana tena, tena sana zaidi yake. Yeah, tu. Tu kwa hapa Canada ni mkubwa, lakini usisahau hapa kuna Derique kuna Volcano kuna wasanii wengine watu wanadai wenyewe ni wakubwa sasa. Hmm. Mkubwa ni nani? Au sio waimbaji? Sio waimbaji, ni wa nani comedian <laughs> <laughs> ila nyinyi wote mnashindana kwenye nyimbo na nyimbo zenu zote zinafanya vizuri, unaweza ukahitaji wenzako wenyewe ni wa comedian, alafu wewe ndio mkubwa msanii. Kama unataka kuwa wakubwa fanye kazi kwa bidii yeah. Ila hapa kuna sakata ambalo linaendelea la Gaspa na Kizo Boy, wote ni wasanii, kuna kolabo yao ambao walifanya, ila sasa hivi ndio imeleta gumzo, wanajibiana sana sana huko kwenye mitandao kuhusiana na huo kwanza uh, kila mtu ninasema kwamba kiupande wake anaonyesha makucha yake, tuseme anajionyesha kwamba yeye ni ni wajuu zaidi ya mwenzake. Ukiangalia ah Gaspar alimpushi Kizoboi, yani, Kizoboi alikuwa hajulikani amejulikana kupitia Gaspar. Vipi tutegemee kolabu yako we na Volcano au? kuhusiana kwanza na Gaspar na, na, na Kizo, eh, Kizo alikuwa anafahamika kukina nyumbani mm-hmm. Lakini kwa mziki kuli kwamba huu ni mziki na ukapendwa, amependwa, lakini ukapendwa zaidi ni... Volcano kufanya collab hapa katikati tutegemee au... Yeah, tutafanya kazi lakini sijaona kama na viwango vya kufanya kazi na wewe ku uh -huh. Tani mtu mtu ana viwango vya kufanya na wewe na, alafu wimbo wake, unatamba alifanya na Barnaba, na Barnaba ni msanii mkubwa. Unatamba kwa kwa familia ama au familia watu watu wat wanaosikiliza? Apambane, tutasikiliza siku moja, utasikiliza siku moja, utasikiliza siku moja. Sawa washabiki wa Tumaini TV wangetaka kufahamu kwa kwenye mahusiano au single? posing Mimi mm -hmm, kama nipo? Kama upo kwenye mahusiano? yeah, nipo, nipo, nipo kwenye mahusiano. Upo kwenye mahusiano. Ndio maana mm, vigongo vinakuwa vikali jamani, kuna mtu anampenda huko mtu enye mahusiano na muziki wangu muziki yeah muziki unakuwaje kwenye mawasiliano na muziki si muziki wangu muziki muziki ni muziki na mawasiliano ni mawasiliano kuna mawasiliano ya muziki na kuna mawasiliano ya kimapenzi yani ah okay mapenzi mhm sijui sijui hata mara mara nimekupenda mimi kwa y ndio upendwi au kupendwa mi zamani pendwa sana, nikapendwa kweli lakini, ndio hiyo so, sasa so, lakini yeah, tunapendwa basti. Justin siku za nyuma alidai eti ndio mwanzilishi wa intro za show kwa wasanii wote, na pia akasema eti ninatakiwa kumuiga. Unaliongeleaje hilo? <laughs> Kwanza mwenyew na naiga kwa nani? kwa wasanii wakubwa kwa hiyo yeye anaiga kwa wasanii wakubwa, anakuja kujitambia huku. Yeah, bila shaka, yani anachodai kwamba eti kunywa bembe ni sisi, eti kwamba, uh, tunapaswa kumiga i kutokana na kwamba alianzisha. Hakuna hakuna jipa analolifanya kutokana na, kutoka na kwamba sisi pia mimi pia alikuwa ananiiga kitambo. Alikuwa alikuwa shabiki wako, alikuwa shabiki eh, mm, alikuwa ni shabiki yangu sana, shabiki yangu sana ilikuwa kidogo akiona tu nimefanya kazi fulani, unakuta ananipigia ni box tu, bro, tuoneshe likoje. Sema tu sasa hivi wanakuwa na tamba, wanakuwa wanajiona, wanajishaua nini, lakini kitamba walikuwa mashabiki. Hadi sasa hivi ushangali mashabiki bado, ni vile tu kwamba tumama kukaa kimya na kuona mimi kama nalo. Lakini mimi naona yupo sahihi kusema hivyo, sababu tukija kuangalia kama alikuwa shabiki wako na wewe hujawahi kufanya show hata moja, na yeye show zake ziko YouTube. Sema tu sasa hivi? Ameanza vizuri. Hey, ameanza na show. Kwanza hiyo show, show ni sherehe. Ni sherehe? Aya, yeah, tusubiri show yako, lini sasa wewe maana mm. ile yake ni sherehe, yako show. Mimi uh, mwambie tu kwamba wakae macho tu kwenye Instagram kwa sababu tarehe kumi ya mwezi wa tano tutaonyesha show ni nini na, na sherehe ni zipi za wabondi. Kwa hiyo tuseme hiyo show ni ya kwako au ni wasanii wote wa Kanada? so wasanii wote ile ni, ni baadhi, tumeongana kidogo. Baadhi? Yeah. Mwezi wa tano tarehe kumi. yeah, yeah, yeah. Mwezi wa tano tarehe kumi kuna show hapa Kanada, mkae mkao, mm, kula, msikose kufika kwenye show, sho, tuwasapoti wasanii wetu na mimi nitakuepo diva kama diva mm. Ulidai wasanii wetu wa Kanada ni makomedia na wewe ndio msanii kivipi? ya yeah, wafanye kazi kwa bidii waonekane, kwa maana hapa Kanada hakuna kama mimi, na wakibisha walete vigezo hakuna kama wewe, wafanyi yeah, mziki serious. Mziki aufanyage hivyo tu, niache leo kazi, afu nilale leo kazi, nilale lale, au usikike, au uongeleke, auzungumziwe ina maana. Lakini hapa kuna naona kama wasanii wote hakuna msanii ambaye analala, sababu Derike, nimekutana na clip kuna ngoma yake ataiachia Volcano, hivyo hivyo naye aliachia ngoma yake mwezi uliopita hapo. Sasa wamelala kiaje au tu ni wasanii wa TikTok, kuingia live tu, wasanii wa TikTok. TikTok ni platform ambayo mimi natumia kwa kufikisha kazi zangu kwa watu, lakini wao wanatumia kama kiburudisho kwa o so, wanatusikiliza kule, endelea kudarudi nyimbo zetu wasanii wote wa Kanada Alaska boy amedai eti ni matitokere, natakiwa mfanye vizuri ili muwe kama yeye. Sasa Alaska, unajidai eti wewe ndo msanii mkubwa, na wakati nimeingia kwenye YouTube channel yako nikakuta audio ni nyingi kuliko video, na hapo nyuma ulituahidi eti kuna video yako inakuja, wewe na dogo Zu. Unaweza kutuambia, je kuhusu nani hiyo swala? Unajua mara nyingi sana watu wanafuata video kwa sababu kuko audio mm-hmm, kwa panapokuwa na audio ndio mtu ataenda kutizama video kwa video hizo kupatikana kama kuna audio. so cha muhimu inakuwa ni, ni audio. lakini kwa upande wangu, um, video zipo, video zipo na kuhusiana na dogo zu, mimi simjui pambio like, yangu yes, ni dada yako? Hapana, mimi najua ni dogo zuri na mfahamu mimi. Jamani anadai hamjui dogo zuri, na mkiingia kwenye YouTube channel yake sasa hivi mtaenda kukuta kuna collab yake yeye na dogo zuri. Anatuchanganya, tueleshe vizuri kitu kama inakaje hapa kabisa. Mimi ndo Dogo Zuu. Dogo Zuu si ni msanii msanii matata pale, au mjui kabisa? Yeah, matata hey. Yeah, mm -hmm. Ila naweza nikakuonesha wimbo wako wewe na Dogo Zuu hapa alafu na miezi mitatu audio yenu yeah, nyie na Dogo Zuu. Ah mimi simfahamu. Au mfahamu? Yeah, wewe na dada. Ila picha yake hii hapa. Dada yangu huyo. Dada yako. Jamani, Dogozu ambaye ameimba wimbo na Alaska. So Dogozu, Dogozuu mfahamu? Ni Dogozu yake. Yeah, ya, dada yake. Eh, dada. Haya, sasa unaweza kaambia niniwatezamaji wetu <laughs> no moja kwao na kwenye TV yetu. Yeah. Mimi naomba tu wasapoti TV yetu pendwa, ndio nokana tumeanza sasa hivi. So um wasichoke wasichoke, mm mazuri anakuja Azalaska Simba nimesema. Yeah, wanelee kutusupport. Hello guys, mlikuwa na Queen Diva pamoja na Alaska Boy. Bye. Tumaini Production TV.